Kila mtu si alishamwongelea, inawezekana sio yeye. Lakini una uhakika gani? Labda utakuwa unajua wapi aliko. Sasa tunaona inaonekana, katika huu mjengo kuna sehemu moja ni asiri sana, ni katika lango lile ambalo waliingia mara ya kwanza e, huyo Ikai akakutana na Mako Chun katika lile eneo. Inaonekana kuna sehemu humo ndani kama vile basi Master Fu Hongshun ndio amefungwa humo ndani. Yeye mwenyewe anakuja kuzipata fahamu zake na anagundua tayari amefungwa yani ni kama hawezi kuchomoka hapo. Anamwambia Yika, usijaribu kutumia akili zako kwangu. Bili mimi namjua jamaa vizuri. Sio mtu anamaini. Hata mimi namjua

Uh, inatakiwa uelewe kwamba si mtu mzuri kiivo. Yani wakati wakati wote anaweza anaweza tu akabadilika, na na pia hiyo ni maadui zenu. Mi namjua Fu Hongxue kama mtu wa kawaida, lakini uwezi jua wakati gani anaweza badilika, na sisi tunataka tuone kwamba eh, yuko salama, hatutaki atolewe sadaka na hao wenzake, inabidi kumwangalia kwa karibu. Tampi sana niambie, kama unajua mahali aliko tumsaidie. Akamwambia Ye Kai, kwanza asante lakini hili ni jambo ambalo huhitaji kulingia. Akamwambia inawezekana uelewiwe, hauko nafuunshu kwa sasa, huwezi kujua nini kitampata. Akamwambia hakuna kitakachompata. Hatimaye basi tunaona baada ya muda kuna askari wengi sana wanaelekea mahali fulani. Walipofika pale wakagonga mlango pale kwa fujo sana. Basi ikiwa wewe, nadhani hakuna muuaji, tuache sisi tuingie ndani tukafanya uchunguzi. Nimesha ni wajibu, hakuna muuaji hapa. Au mnanitilia shaka mimi? Hatuna maana hiyo bwana, kama tulivyokuambia sisi, kazi yetu tumepewa ni kufanya uchunguzi. Sasa eh, kiongozi Zuo, tuache sisi tuingie tufanye kazi yetu basi. Kwa hiyo mnataka kunitilia shaka hata mimi Kiongozi zuo, hebu tuliza asira zako. Sisi tunafanya kazi zetu, hatuhitaji kugombana na wewe. Tuko hapa kwa ajili ya kuthibitisha kama wewe ndio au sio, tutajua tu. Mimi sitaki kujua nani anayekuja, nani anayetoka. Kama kuna mtu atakaye fosi kuingia hapa, basi lolote ujue linaweza likatokea. Hivi lakini lida zuo, eh, si unajua kwamba uko peke yako? Haya basi tusije tukasababisha shida, ngoja sisi tuondoke. Hmm. Baada ya kupigana mkwala pale na nini? Kiongozi akaamua kuingia zake ndani. Akikumbuka yule mtu jinsi ambavyo alifanya lile shambulizi kwa muda mfupi tu. Yaani ndani ya sekunde moja tu. Tayari Muro Mizu aliwa anakumbuka maneno ya Ye Kai kwamba kwa nini kila mtu alikuwepo kwenye harusi lakini Fu Hongxue hakuwepo? Unataka kusema Fu Hongxue alikuwa muuaji? Natumai basi labda hata kwa yeye. Yaani kama hawana uhakika. Na anakumbuka akiambiwa Fu Hongxue anatokea Demon Section, lile dhehebu la Demon Section la kichawi hilo. Miaka 16 iliyopita. Demon Section inasemekana iliuawa, iliharibiwa. Lakini baada ya hapo bado basi kuna adui wengi kabisa yani, kuna uadui mkubwa kabisa kati ya Demon Section na, Section, na dhehebu na li, li, li, hilo lingine ambalo lilikuja likaleta vurugu. Ilikuwa kuwa vipi?

Kwa nini ujaribu kuharibu kitu ambacho baba amekuandalia kwa muda mrefu? Sasa wakati umefika. Inabidi ukubali kwamba sasa unabidi utimize wajibu wako. Tunza heshima yako basi. Kuwa mtiifu. Ikiwa ulikana na baba mimi nitaiweka hii kesi kwa, kwa Fu Hongxue. Yaani nitamwambia baba kwamba ni Fu Hongxue. Kila kitu nitakachokuwa namwambia baba wewe utasema yes. Unanisikia? <coughs> Alipomvuta aende naye kwa mzee binti alikataa. Haijalishi nini utakachosema. Siwezi kujibu tu ndio au hapana. Wa tangu tulipokuwa wadogo Shado, tulikula pamoja. Yifu. hadi nguo tuka kwa kitu kikubwa kama ndoa, unakuja uniambie leo, eti mi nikae tu niseme yes yes? Yani wewe unaongea, unachoongea mimi niseme yes? Anamwambia, utakuja kuelewa siku za mbeleni sana, kwamba kila kitu tulichofanya tumefanya kwa ajili yako wewe. Anamwambia, utanisamehe, kwa sasa sintaruhusu ilo litokee. Unamaanisha nini? Hebu ngoja nikwambie. Fu Hongxue wala sio muuaji na hata kisu nilichokiandaa mimi si kwa ajili ya Fu Hongxue. Fu Hongxue na mimi ndio tunapendana. Nangye. Na wala hatujawaza kuumizana. Hivi unajua unachoongea wewe? Oh, yeah, ndio nina macho nina akili ninaona vizuri ninaweza kufikiria. Ninajua ndicho na sicho naelewa. Yaani, nina upeo wa kutosha. hmm. Sasa unajua huyu mtu ni nani? Unajua huyu mtu ni nani na kuuliza? Yule mtu si kama ambavyo unafikiria, yule mtu ndiye. Ah, unataka kuniambia kwamba anatokea Demon Section? Najua mbona. Ah, inaonekana kumbe tayari unajua. Mtu hawezi kuchagua wapi alipozaliwa. Mtu anaweza akazaliwa akajikuta amezaliwa tu hata, hata kama ni kubaya. Mtu anapokuwa amezaliwa, hatuhitaji kumfikisha au kumwingiza katika malawama ya watu wengine binadamu wala si watu wabaya. Si kuna baadhi ya vitu vingine ni ngumu mtu kuvikataa. Akamwambia, nisikilize ndugu yangu, wewe kwa kweli unachowaza ndicho sicho kabisa. Mimi ninajua hiyo Demon Section ilivyo na ninajua jinsi mashujaa wengine wote walivyo. Fu Hongxue hakuja hapa kwa wema. Sasa wewe unakuwa haukubaliani na nachokwambia <tuh> ni kama vile unaiongoza au kuipeleka familia yako yote kwenye mdomo wa mbwa mwitu. Kwa nini unasisitiza sana? Yaani unasisitiza mno. Hebu usiseme chochote tena. Ondoka tena uondoke kimya kimya. Sinta subutu kusimama hapo ni kuonea ukikanyaga moto. Nitarudia tena kwa mara ya mwisho. Twende tukamwone baba. E, binti alipoonekana sasa asikii, akamwambia au kama siendi, hakuna cha au uendi, yani hamna kingine hapo, inabidi twende Le... Akaita walinzi wake, hebu mtoeni huyu mwanamke. Askari, sawa sawa, haya. Bodigadi naye amesiju, amesipata taarifa, kaja mbio, mbio. Wametoka huko kufanya uchunguzi, mzee yuko pale, hatuoni kama kuna hali yoyote ya kushtukia, yani ya mashaka, mashaka sijui walituchagua ngome yetu. Okay, umeuliza uliza kila pale, eh, watu wetu wamefanya hiyo kazi. Yani kwa wafanyakazi watumishi wa mashambani wafungwa kila pahala lakini inaonekana kwamba Fu Hongxue haeleweki ni wapi aliko. Oh, inawezekana ni yeye. Mimi nafikiri atakuwa ni yeye, yaonesha atakuwa na uivu kwamba Murong Minzu amemwoa e, binti yako. Inaonekana basi nilikosea kumkaribisha, nitamkata kata vipande huyu kijana Mada, Unawezaje kuthibitisha kwamba huyo Heaven Dog ni, ho, ni Fu Hongxue? Ili ni jambo linalotuhusu sisi, acha kuingilia mambo yasiyokuhusu. Basi sawa, nime we, Gongsan, nafikiri Ta... umekuwa ukimsifia kwamba master ana moyo mzuri. Kama atakuonesha moyo mzuri basi na mimi nitashukuru pia. Kama basi miaka michache iliyopita huyo Heaven Dog alimuua mpaka Bai Tianyu kwa kupitisha upanga wake mara moja na kuacha na kuua watu 15. Kama hakuna kinachoweza kumdhuru huyo Heaven Dog. Basi inaonekana angetaka kutumaliza wote pale angetumaliza kwa dakika chache tu. Miaka imepita mingi. Ndio, ni kweli ulichosema. Okay. Amri yangu ifikishwe. Eh, kidogo akatokea mtu mmoja akaropoka. <coughs> Kikao kikao kimetulia hapo hapo. <coughs> Baba, muuaji sio Fu Hongxue <coughs> na wala hawezi na hasinge wahi kufanya kitu cha namna hiyo <coughs> Mzee akashangaa, binti vipi, mbona tena anamtetea Fu Hongxue, mtu ambaye wanamjadili pale. Kwa hiyo akawa anataka kuelewa zaidi ni kitu gani ambacho kinaendelea, wakati binti anaendelea kuelezea <coughs> Akamwambia, unaweza ukamtetea ukamlinda, lakini mi sidhani kama sio yeye. Hapana, sisemi kwa sababu eti nina hisia kwake. Moro Mingzu wala hakuwawa na Fu Hongxue. unawezaje kulithibitisha hilo? Akasema, kwa sababu baba, nimetumia mbinu kumfungia mahala, nimemfunga wakati ambapo sisi tulikuwa tunaendelea na sherehe. Babake akasema kweli? Huyo, kwa hiyo alimweleza baba yake kwamba jamaa alifungwa kuna mahali alipomlock. Kwa hiyo ina maana binti ndo aliyemlock e, kijana. Na kweli bwana, wameenda kule, ni kweli alilokiwa pale na tulimuona, lakini inaonekana jamaa amekata zile cheni, sasa ameshatoroka. Inawezekana vipi amekata hapa? Sasa inaonekana basi ni ukweli ni yeye, kama ulimloko hapa na ametoroka Huyu basi huenda pia atakuwa ameshatengeneza mitego mitego yake anataka kumaliza na mshua. Wakati alipokuwa mtumwa unakumbuka kilichotokea. Sisi hatukudhani kwamba utamthamini mtu kama yule ambaye alikuwa ni mtumwa tu hapa. Leo ni siku yako kubwa. Angalia sasa ametoroka. Anajifanya yeye ni heaven dog. Anamua murong minzu. Hapana, haiwezekani baba, babake akamwambia inatosha. Mzee anaamini alifanya tukio ni Fu Hongxue. wewe ni mtoto wangu eh? na nimekuona mekuku, ni tangu unakuwa ukiwa mtoto, mtoto, mtoto lazima usio lazima ujiingize katika kila kitu, ujue kama litakuwa ni jambo baya na litakaloleta hasara kwa jamii, watu wote watakulaumu. Usilichukulie neno lolote analosema Fu Hongxue kwa umuhimu wowote mimi nimesikia tetesi na uvumi wa kila aina, sikutaka kuamini, lakini sasa naamini ninapokuona unamtetea una huyu mtu halafu, kumbe ndio maana ulimwalika katika harusi. Kwa matendo hayo, yale niliyoyasikia itakuwa ni ukweli. Angalia kilichotokea wakati wa sherehe ya harusi yako. Hebu nipe maelezo nielewe, na kile kisu ambacho ulikuwa nacho kilikuwa ni cha nini? Baba yako amesemaje mbona sijaelewa gong sana nauliza. Ulikuwa ni mtoto mtiifu kwa nini sasa umekuwa mtoto mtukufu? Nilikuwa ku, nimekukuza kama mwanangu mtoto wangu mpendwa hujawahi kunibishia wala kunijibu mpaka nimekuandalia harusi hujaikataa. Lakini kwa sababu ya huyu Fu Hongxue kwa sababu tu ya mapenzi umeanza sasa kunibishia, unabishana na mimi unanikosea adabu. Akasema baba, akasema unajua jinsi gani mwanangu unavyoniumiza moyo wangu <coughs> yani kweli yule kijana amemua eh, mkwe wangu niliyemchagua. <coughs> Halafu utaki tumlaumu? <coughs> unataka tufanye tu vile unavyosema wewe, tena mtu anayemtetea ni binti yangu mwenyewe. <coughs> Kwa nini unafanya hivyo? Unafanya hivyo kwa nini? Kwa sababu ya Fu Wongshu. Eh, watu wengine wanasema bosi, basi sasa utapata stress. Unajuaga unatumiaga dawa za pressure. Usije ukashuka tena hapo, itakuwa shida hapo. Mzee yuko pale hajui na yeye afanyeje, na anaona aibu kwamba binti yake ndo anamtetea kijana ambaye yeye anaamini kabisa kwamba ni chanzo cha kilichotokea. Kusema ukweli, kwa jinsi binti anavyompenda Fu Wongshu. Alianguka magoti chini. Akasema baba, mimi ni binti yako, nimekuwa hapa na, na kwa kuwa basi umekuwa unanilinda tangu nikiwa mtoto mchanga, ukiwa unanikingia kifua katika kila kitu, maana yake umenipenda sana ni, ni... na ninajua kwamba basi wakati ulipofika ningekuacha tu baada ya kuolewa, lakini kama binti yako umeshanipa vya kutosha Kutumshi. wakati huo huo pia nishapoteza vingi vya kutosha Die. Sasa baba, mi nataka nikuambie kwamba katika vyote hivyo ulivyowahi kunipa mi sijawahi hata kuwa na furaha, yani katika dha, dhana ulionayo wewe na mi ninavyojua mimi, haijawahi kutokea nikawa hata na furaha hata mara moja. Kama unadhani nimewahi kuwa na furaha, sijawahi kuwa na furaha. Yote hiyo ni kwa sababu mimi, binti yangu, tangu siku niliyozaliwa maisha yangu mimi yaonyesha, basi yaliandikiwa hatuma moja, yaonyesha, sijawahi kuchagua chochote ambacho nataka mimi kama mimi De. Ye, yeah, nisemeje basi. Haya huko, sawa, mimi nampenda Fu Hongxue. Hmm, lakini hata sasa licha ya kuwa nampenda na nyimwa kuchagua, kuwa nimekuja kuiona hatima yangu mwisho mwisho, na hata katika maisha yangu sijawahi kuchagua chochote, ndio nimechagua kwa mara ya kwanza, lakini bado naishilia katika maisha ambayo sina furaha yoyote. Eh, kama baba yako unathubutu kuniambia kitu gani? Wewe, watu wengine wote wako pale wanasikia Akamwambia, basi baba, mimi naomba unisamehe eh, Ankofeng yuko pale, Gongsan yuko pale. Basi ikatokea sasa ika yanataka kuongea, akaambia oya oya, nyamaza ni bila si Gongsun. Oya vipi? Eh, Gongsan unanyamazisha kwa ajili gani? Chefu, eh kama mimi nilialikwa hapa na nini, kuna vitu vingine si, mimi nimeshakuwa family friend hapa, niache nitoe ushauri wangu. Wewe, hakuna mtu amekuomba ushauri. Sasa kama mimi nikinyamaza mwisho wa siku haya uadui utatokea. Hebu niache niongee bwana. Nakumbuka vitu vingi viliwahi kutokea. Mimi naweza kucalculate baadhi ya vitu. Wala msiwe na wasiwasi. A a, hebu msiwe na wasiwasi jamani. Mnajadili vitu gani? Tutaongeza ulinzi. Kuna alama tutaiweka pia, kama huyo adui atatokea, alama itapigwa. Na atakuwa ni kama vile amejichanganya kwenye net yake mwenyewe. Na baada ya kuingia katika mtego atatoka tena. Hata kama ni kitu kinachoruka nitavunja mabaya yake, hata kama atakuwa silent kiasi gani, ataingia tu na atakuja kujikuta kwenye mtego. Basi ikapigwa kilele kwamba yule Heaven Dog ameuawa. Kila mtu sasa akawa anataka kuona imekufa, aya, today ni jamani, tukajionee lakini msisahau huku mkaondoka. Wanasema baada ya kufungua mlango amempata ameuawa, ndio kwanza namuona sasa, sikudhani kama basi yeye ndo atakayekuwa basi. By the way komradhi, si kusema Heaven Dog ameuawa, Heaven Dog kaua mtu mwingine ndio wanachosema yake anavyoyafanya ni ni ana spidi anaweza kufanya kwa sekunde chache, ameua watu wengi. Ebu, subiri kidogo, inaonekana kuna machafuko yanayokuja hapa. ni Mzee, vipi, hapa hapa hapa, hatari. Mzee, vipi vipi, unataka unataka tufie hapa wewe, jamaa jamaa? Wakati sisi tunakusifia tukadhani kwamba utatusaidia hata tukipata kitu kitu shida, ndo ndo kwanza unataka kuondoka, tukaanza kutengana, huyo jamaa akija akakuta tumetengana atatumaliza vizuri. Acha nikwambie kitu kimoja, maisha yangu ni wajibu wangu Hakuna mtu yoyote atanizuia nikisema nataka kuondoka. Kwa hiyo niwaambie kitu kimoja basi, acha mimi nijiokoe maisha yangu kuliko nikae hapa nije kumalizwa hapa. Akawa anasema Haya basi, ndio hivyo, tumeikamilisha episodi hiyo na kila uh, la heri katika kusikilizia. Tunapokuja kwenye chapta inayofata, bila shaka mtazamaji, tutakutana eh, kwenye episodi inayofuata, na nina imani basi umeburudika vya kutosha wakati tulipokuwa tukifuatilia episodi hii ya 32. Basi kwenye 33 bila shaka kutakuwa na mwendelezo. Bado kuna eh, mtu ambaye basi anajificha na anafanya mauaji katika hali isiyo ya kawaida, ambaye wanamuita Heaven Dog. Sijui kwa nini wanamuita hivyo. Eh, lakini inaonekana staili yake ni staili ya tofauti kidogo. Yani, haonekani kirahisi lakini vile vile. Hata unapomuua, ukidhani labda umemchoma kisu, unashangaa ukichomoa kisu zinaanguka tu nguo, alafu yeye anatokea kwa nyuma yake. Yani ni kiumbe cha ajabu, sijui ni binadamu, sijui ni nini, lakini wanamuita Heaven Dog. Kwao ameshafanya matukio mengi na sasa hivi sasa uoga umewapata wote. Hawajui kama wako salama, kwa sababu hata unavyowaona wanaanza kuwa na shaka. Wanamuhisi ni Master Fu Hongxue, lakini wakati wakiwa wanadibeti hawana majibu bado. Wanashangaa kupata taarifa, kuna watu wengine wanaendelea kuuawa, na taarifa iliyowafikia punde tu, wanaambiwa hata farasi wao pia wameuawa wote. Maana yake ni kwamba hakuna mtu kutoka wala ni... Haya basi, tutapata mwendelezo katika episodi inayofata na kujua zaidi nini ambacho kitaendelea. Mimi niko nawe, endelea nawe kuwa pamoja nami, zingatia subscribe, ubonyeza kengele, hakikisha unaweka comment, una like na una share pia.